Melkizedeki ni nani kulingana na Biblia? Melkizedeki ni mmoja wa wahusika wa ajabu na wa kipekee katika Biblia. Ingawa ametajwa mara chache, nafasi yake ni ya kipekee sana katika mpango wa Mungu, hasa kwa ufunuo wa ukuhani wa Yesu Kristo. Hapa chini ni maelezo ya kina kuhusu Melkizedeki kulingana na maandiko ya Biblia. 1. Melkizedeki katika Mwanzo 14:18-19. Hii ndiyo sehemu ya kwanza kabisa Melkizedeki anapotajwa katika Biblia. Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki Abram akasema, abarikiwe Abram na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Abarikiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abram akampa sehemu ya kumi ya vitu vyote. Maelezo ya msingi kutoka sehemu hii: Melkizedeki alikuwa mfalme wa Salemu. Salemu ni mji ambao baadaye ulijulikana kama Yerusalemu. Alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana, kabla hata ya ukuhani wa Lawi. Alimbariki Ibrahimu Abram na kupokea zaka kutoka kwake, ishara ya ukuu wake. Alileta mkate na divai, ishara inayowiana na meza ya Bwana, karamu ya Yesu. Nne, Melkizedeki katika Zaburi 114:4. Melkizedeki anatajwa tena katika Agano la Kale kwa namna ya kinabii. Bwana ameapa wala hata gairi, wewe ukuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Hii ni unabii kuhusu Masia Yesu. Inatangaza ukuhani wa milele si kwa ukoo wa Haruni bali kwa mfano wa Melkizedeki. Nne, Melkizedeki katika kitabu cha Waebrania sura ya tano, sita na saba. Kitabu cha Waebrania kinatoa maelezo ya kina kuhusu Melkizedeki na kumwelezea kama mfano wa Yesu Kristo. Waebrania, saba, kumi na moja, tatu SUV maana Melkizedeki huyu mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu sana, ambaye tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki, tena ni mfalme wa Salemu, yaani mfalme wa amani, asiyekuwa na baba wala mama, asiye na ukoo, asiye na mwanzo wa siku wala mwisho wa uzima, bali alifananishwa na Mwana wa Mungu, huyo adumu kuhani milele. Sifa za Melkizedeki kutoka sehemu hii: mfalme wa haki na mfalme wa amani, hajatambulishwa na ukoo au historia ya familia, ni ishara ya asili ya milele, analinganishwa moja kwa moja na mwana wa Mungu, Yesu. Ukuhani wake ni wa milele, hauna mwisho. Nne, je, Melkizedeki ni nani kiundani? Kuna mitazamo kadhaa kati ya wanazuoni wa Biblia. A. Melkizedeki kama mtu halisi. Alikuwa mfalme na kuhani halisi wa wakati wa Ibrahimu, alimtumikia Mungu wa kweli katika enzi ya kale, kabla ya taifa la Israeli kuanzishwa. B. Melkizedeki kama mfano wa masiya Yesu. Hakuwa Yesu mwenyewe, lakini alikuwa kivuli au mfano wa Yesu. Anaonyesha tabia za kipekee za Yesu: haki, amani, ukuhani wa milele. C. Kristofani, Yesu kabla ya kuzaliwa duniani. Baadhi ya watafsiri huamini Melkizedeki alikuwa Yesu aliyefunuliwa kwa muda mfupi katika Agano la Kale kabla ya kuzaliwa katika mwili, ingawa si mtazamo wa wengi. Hitimisho: Melkizedeki ni nani? Melkizedeki alikuwa Mfalme wa Salemu, Yerusalemu ya kale, kuhani wa Mungu aliye juu sana, kabla ya Haroni au taifa la Israeli, mfano wa Yesu Kristo, kuhani wa milele, mfalme wa haki na amani. Uhusiano kati ya Yesu na Melkizedeki kilingana na maandiko ya Biblia. Moja, Melkizedeki ni mfano wa Yesu Kristo kama kuhani wa milele. Melkizedeki alikuja kwa ghafla katika maandiko bila historia ya ukoo, jambo linalofanana na asili ya kiroho ya Yesu kama mwana wa Mungu. Waibrania saba, moja hadi tatu, SUV maana Melkizedeki huyu, mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu sana, aliyemlaki Ibrahimu aliporudi katika kuwaua wafalme, akambariki, ambaye Ibrahimu alimpa sehemu ya kumi ya vitu vyote ambaye tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki, tena ni mfalme wa Salemu, yaani mfalme wa amani, asiyekuwa na baba wala mama, asiye na ukoo, asiye na mwanzo wa siku wala mwisho wa uzima, bali alifananishwa na Mwana wa Mungu, huyo adumu kuhani milele. Maandiko haya yanamwonyesha Melkizedeki kama mfano au kivuli cha Yesu. Hana rekodi ya uzao wake, kama Yesu alivyo wa milele katika asili yake ya kiungu b Yesu ni kuhani kwa mfano wa Melkizedeki. Tofauti na makuhani wa Walawi waliokuwa wa ukoo wa Haruni, Yesu hakutokana na ukoo wa kikuhani bali alifanywa kuhani wa milele kwa agizo la Mungu kwa namna ya Melkizedeki. Waebrania tano tano hadi sita suv vivyo hivyo, Kristo naye hakujitukuza nafsi yake kufanywa kuwa kuhani mkuu, bali yeye aliyemwambia, wewe ni mwanangu, mimi leo nimekuzaa kama vile tena asemavyo mahali pengine wewe ukuhani wa milele kwa mfano wa Melkizedeki. Si, ukuhani wa Yesu unazidi ule wa Walawi kama Melkizedeki alivyombariki Ibrahimu. Melkizedeki alimbariki Ibrahimu na kupokea zaka kutoka kwake, jambo linaloonyesha ukuu wa ukuhani wake kuliko ule wa Walawi ambao walitokana na Ibrahimu. Hivyo Yesu akiwa kuhani kwa namna ya Melkizedeki ana ukuhani mkuu zaidi. Waebrania saba anne hadi kumi. suv, angalieni basi jinsi mtu huyo alivyo mkuu, ambaye Ibrahimu baba yetu alimpa zaka, sehemu ya kumi ya nyara. Na bila shaka aliye mdogo hubarikiwa na aliye mkuu hii inaonyesha kuwa ukuhani wa Melkizedeki na kwa hivyo wa Yesu ni mkuu kuliko ule wa kikabila wa Haruni. D. ukuhani wa Yesu ni wa milele usiopitishwa kizazi hadi kizazi. Ukuhani wa Balawi ulipitishwa kwa urithi wa damu, lakini Yesu ndiye kuhani wa milele asiyehitaji mrithi, sawa na Melkizedeki. Waebrania saba, ishirini na tatu hadi ishirini na nne SUV na wale walikuwa makuhani wengi kwa sababu mauti iliwazuia Udumu. Bali yeye kwa kuwa adumu milele anao ukuhani usioondoka kwa mtu mwingine. D. Agano jipya linathibitisha ukuhani wa Yesu kwa namna ya Melkizedeki. Kwa kufa kwake na kufufuka Yesu aliimarisha agano jipya lenye ukuhani bora wa kiroho na wa milele. Zaburi 110:4 SUV, Bwana ameapa wala hatagairi, wewe ukuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Hili ni tangazo la kinabii likithibitishwa tena katika Waebrania. Hitimisho. Yesu na Melkizedeki wanahusiana kwa njia ya kiroho na ya ukuhani. Wote ni makuhani walioteuliwa na Mungu, si kwa ukoo wa kibinadamu. Wote wanaonyesha ukuhani wa haki na amani. Yesu anaendeleza ukuhani wa Melkizedeki kwa ukamilifu, kwa milele, bila dhambi na kwa sadaka yake mwenyewe. Kupitia Melkizedeki tunapata kivuli cha Yesu Kristo, kuhani wa milele, mfalme wa haki na mfalme wa amani. Unabii huu unamuunganisha masihi ajaye na ukuhani wa kipekee wa milele na wa kifalme kama ule wa Melkizedeki, tofauti na ukuhani wa Walawi uliokuwa wa kurithi na wa muda. Waraka kwa Waebrania, Agano Jipya. Mwandishi wa Waebrania, hasa katika sura ya tano, sita na saba anatumia maelezo haya kumfafanua Yesu Kristo na ukuu wa ukuhani wake. Hapa ndipo uhusiano na ufanano unawekwa wazi zaidi. Uhusiano na ufanano kati ya Melkizedeki na Kristo. Kitabu cha Waebrania kinaeleza kuwa Melkizedeki alikuwa kielelezo, type au mfano, foreshadow wa Yesu Kristo. Hii inamaanisha alikuwa si mtu halisi wa kihistoria ambaye maisha na cheo chake vilikuwa kivuli cha uhalisia mkuu uliokuja kutimizwa katika Yesu. Huu ndio ufanano wao mkuu. Moja, wote ni wafalme na makuhani. Melkizedeki alikuwa mfalme wa Salemu, amani, na kuhani wa Mungu aliye juu. Kristo ni mfalme wa wafalme, Ufunuo 19:16, na kuhani mkuu wetu wa Ibrania 4:14, anayetupatanisha na Mungu. Majina yao yana maana ya kiroho. Melkizedeki, jina lake linatafsiriwa kama mfalme wa haki, kutoka maneno ya Kiebrania melek, mfalme, na tsedek, haki. Kristo Yesu ni haki yetu, moja wa Korinto 1:30, na anatawala kwa haki. Mfalme wa Salemu inamaanisha mfalme wa amani. Kristo Yesu anaitwa Mfalme wa Amani, Isaya 9:6, na ndiye huleta amani kati ya Mungu na mwanadamu, Warumi 5:1. Tatu, ukuhani wa milele na usio na ukoo wa kibinadamu. Melkizedeki, maandiko hayataji baba yake, mama yake, wala ukoo wake; hayataji mwanzo wala mwisho wa maisha yake. Waebrania 7:3 inasema hana baba, hana mama, hana ukoo, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu, yeye adumu kuwa kuhani milele. Kristo ukuhani wa Yesu hautokani na ukoo wa Lawi, yeye alikuwa wa kabila la Yuda, bali unatokana na nguvu ya uhai wake usio na mwisho. Ni ukuhani wa milele. Nne, ukuhani mkuu kuliko ukuhani wa Lalawi. Mwandishi wa Waebrania anatoa hoja kuwa ukuhani wa Melkizedeki ni mkuu kuliko ule wa Walawi kwa sababu Ibrahimu alimpa zaka Melkizedeki. Lawi, ambaye ndiye babu wa makuhani wa Walawi, alikuwa bado katika viuno vya babu yake Ibrahimu. Hivyo kwa njia isiyo ya moja kwa moja, Lawi pia alitoa zaka kwa Melkizedeki. Melkizedeki alimbariki Ibrahimu, na maandiko yanasema aliye mdogo hubarikiwa na aliye mkuu, Waebrania 7:7. Kristo kwa kuwa ukuhani wa Yesu ni kwa mfano wa Melkizedeki, basi ukuhani wake ni mkuu kuliko ule wa Walawi unafungua agano jipya na bora zaidi. Sita, walitumia mkate na divai. Melkizedeki alimhudumia Ibrahimu kwa mkate na divai. Kristo alianzisha agano jipya kwa kutumia mkate, mwili wake, na divai, damu yake, wakati wa karamu ya mwisho, Luka 22:19. Kwa muhutasari, Melkizedeki huenda si mtu halisi wa kihistoria aliyekuwa mfalme na kuhani. Hata hivyo, umuhimu wake mkuu katika Biblia ni kutumika kama kielelezo kamili cha Yesu Kristo. Anawakilisha ukuhani wa kifalme wa haki, wa amani na wa milele ambao Yesu Kristo pekee ndiye aliutimiza kikamilifu, na hivyo kuwa kuhani wetu mkuu wa pekee na wa milele.